Katika kituo cha Mabibo Mzambarauni mgombea wa UPDP Twalib Kadege e, sasa ndio anaendelea hapo na zoezi hilo la uhakiki na hatimaye basi kupewa karatasi ile ya kupigia kura, na hapo anapewa maelekezo nafikiri zoezi la uhakiki limekwisha, anapewa maelekezo ya e, karatasi ile ya kupiga kura inavyoonekana na utaratibu wa kupiga kura ambao unatumika. Kwa hiyo Uh, yeye sasa ataangalia wapi pa kutiki, sasa sijajua, lakini kwa inavyotarajiwa kwa zaidi probability, Hilda, kwa zaidi ya asilimia 95 ni kwamba atatiki kwenye jina la Twalib Kadege na kwake eh, eh, ambao ni jina lake kwa sababu na yeye ni <laughs> eh, <laughs> eh, lakini inawezekana akawa labda amefurahishwa ame na mgombea mwingine eh, kwa kuwa eh, kura ni siri eh, hatujui, na, eh, kwa hiyo eh, hi, hilo analibaki kwake eh. Eh, hii inaitwa secret ballot. Eh, hmm. Kura ya siri ndio kura ambayo uh, inafanyika Tanzania kwa hiyo eh, hapo atapewa karatasi ambayo ina orodha ya wagombea urais ambao wako 17. Atapewa eh, karatasi ya orodha ya wagombea ubunge katika jimbo hilo, na Mabibo hapa ni, hili ni jimbo la Ubungo yeah. Eh, lakini pia eh, hii pia ni kata ya Ubungo. Kwa hiyo eh, atapewa pia eh, orodha ya wagombea eh, udiwani katika kata hiyo na atakwenda kufanya uchaguzi huo. Kwa hiyo karatasi tatu ama kura tatu ndizo ambazo zitahusika hapo.